Serikali imeanzisha masoko tisa ya mifugo huku manane yakiwa hatua za mwisho kukamilika. Vituo vitano vya ukusanyaji wa maziwa vimejengwa na vingine vitano vinaendelea kujengwa, sekta ya uvuvi ikichangia asilimia 1.7 kwenye pato la taifa na kutoa ajira kwa zaidi ya watu milioni sita. Ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko umekamilika kwa asilimia 79 na unatarajiwa kuajiri watu 500 na sabini. Mauzo ya samaki nji ya nchi yaliongezeka kutoka tani 42371.41 zenye thamani ya shilingi bilioni 509.9 kwa maana ya dola za Kimarekani 213.4 milioni mwaka 2023 hadi tani 59746.41 zenye thamani ya shilingi 775.9 bilioni sawa na dola za kimarekani 289.6 milioni mwaka 2024, huku hatua za serikali dhidi ya uvuvi haramu zimechangia kupunguza uvuvi wa baruti katika pwani.